Tukisonga mbele ni kuwa wakazi wa Jaribuni katika kaunti ya Kilifi wanataka shughuli ya uchimbaji madini katika eneo hilo ifanywe kwa kuzingatia afya yao na pia iwe chanzo cha kuinua viwango vyao vya maisha. Hofu yao, ya... hofu yao kuu kwa sasa ni kuathirika kwa afya yao kutokana na vumbi linalotoka katika timbo zinazokaribiana na makazi yao, na kuwataka wawekezaji kuwahusisha katika kila jambo mwanahabari wetu na taarifa kamili. Rasilimali zilizoko katika eneo la Jaribuni kaunti ya Kilifi ni jambo la kutia moyo kwa wakaazi hao, ila wanataka masuala muhimu ikiwemo afya yao kutiliwa maanani. Kiongozi wa shirika la Careway Trust Mwanza Mwagiri amesema kuwa uchumi wa wakaazi wa eneo hilo bado uko chini licha ya kuwa na matimbo mengi ya kuchimba madini kama vile chuma. Mwagiri ameongeza kuwa lazima wawekezaji hao wawashirikishe wanajamii na kuimarisha uchumi wa eneo hilo kwa kubuni nafasi zaidi za ajira sawia na biashara. Zimepatikana eh, hapa kwetu hizo mali, lakini hazitufaidi sisi wenyewe kama jamii, kwa sababu hapa tuko na way bridge mbili, kuna moja iko mbuzi, kuna moja ndio hii iko hapa Beria, lakini kitu cha kushangaza ni kwamba hao wanaokata hizo, hizo assess. Ni kama kama kuna hali ya kutoelewa sisi kama jamii. Kaxton Chiwati mkazi wa eneo hilo amedokeza kuwa hakuna dalili za kuimarika kwa kijiji hicho cha Jaribuni licha ya kuwepo kwa rasilimali hizo na kutaka serikali ya kaunti ya Kilifi kuwa macho kuhusiana na shughuli zinazoendeshwa na wawekezaji hao. Wakati huo huo, Chiwati amelaumu hatua ya kuharibika kwa barabara kutokana na malori makubwa ambayo yanabeba madini hayo hadi sehemu nyingine za nchi hii. Magari mengi yanayotumia barabara hizo ni haya magari yanabeba mali kutoka Timboni A. Magari yale yanapakiwa mizigo kupita kiasi kulinganisha na standard ya barabara zetu tulizonazo. Huku kulingana na wananchi hao, usafiri umekuwa mgumu kwa wakazi hao kusafirisha bidhaa hadi eneo hilo la Jaribuni, huku wakiongeza kuwa uwepo wa vumbi jingi katika sehemu hiyo imewahatarisha maisha yao kiafya. Hapa kwa kusema kweli, haiko sawa kibiashara, maanake vumbi vimekuwa ni nyingi, kwa magari yanakuja spidi ambayo hata sio ya sehemu ya hapa tulipo. Kwa biashara ndo utaona kwamba kwa hali ya health inaathiri hata vile vyakula vinaliwa, lakini like kama health ingefuatilisha vizuri, nafikiria likuwa vibada vingi imea. Kwa sasa biashara nyingi kama za kuuza vyakula barabarani hazifanyiki tena, na hali hiyo imewanyima riziki wakazi wa eneo hilo. Kuna huo mfano wa barabara iliyotengezwa na Mandarini pale kwenda mpaka Komaza inayojoin Malindi Mombasa Road hiyo barabara ilikuwa ni nzuri kutoka pale Mandarin main gate kuelekea huko mbele towards Mnarani, lakini kwa sababu ya hizo gari ni zina uzani wa hali ya juu zaidi zimechangia kuchimbuka chimbuka kwa hiyo nani barabara uh, kiasi kwamba ni mashimo kwa sasa. Nikiripotia habari za Mwambao kwa Pwani TV naitwa na Marion Mbitha.